Winfred Mudoki, Winfred Mudoki Mukangu Secondary, Martin Mushari Odhiambo. Mulango Girls, Miriam Kavinya Mwema, Miriam Kavinya Mwema Mulu Secondary, Nyamari Richard, Nyamari Richard. Mumba Secondary. Elizabeth Wanjiru, Elizabeth Wanjiru. Sawa Sawa. Munguni Girls, Blessing Mwadime. Blessing Mwadime. Mungari ya Secondary. Isabella Waidera Nduhiu. Isabella Waidera Nduhiu. Munyu Girls, Ruth Achayo Lubanga. Ruth Achayo Lubanga. Muranga Girls, Elizabeth Wanjiku. Uranga Girls, Jen Wairimu Kamau. Mururia Secondary, Jimmy Mwai Karuvia. Karuvia. Musa Gitau Secondary, Elma Nyaboke Umweri. Hapa Utalia. St Theresa High, Charles Ngare, Joshua Santa. Utalia St Theresa, Daniel Maina. Daniel Maina. Mutingini Girls Leticia Gusie Asante Mutwani SA Recho Kaleche. Ni yule hapo. Kutige Boys Robin Otieno Okanga. Niko huyo. Mutulu Secondary Grace Mitua De Grace Amakis. Mutulu Secondary School Grace Amakis Mitua kama kitu kama hiyo inaezaka ina sisindo tulimake mistake. Mwani Girls. Recho Mumbua Mutiso. Recho Mumbua Mutiso. Mwala secondary. Anthony Mutie Otieno. Anthony Mutie Otieno. Mwala school. Eric Zei. Eric Zei. Mwala sta. Penina Mbide. Penina Mbidhe. Mwangaza secondary. Michael Juma wa Malwa. Michael Juma wa Malwa. Mwangaza secondary. Erin Makungu Busolo. Erin Makungu Busolo. Mwangalie, naweza kuwa ninatamsha jina ndio huyo hapa lisilokuwa sahihi. Sasa mnisikize tu sawa sawa. Mwangaza secondary. Christine Imali Kivairu. Christine Imali Kivairu. Mwangaza secondary Yvonne Atieno. Yvonne Atieno. Mwangaza secondary Jumi Kikenyi na Chari ni Jumi ama Jimi Kikenyi na Chari ni Jumi. Eric Kilui Kaswi. Mwangaza Jora mchege nduruhu. Jora mchege nduruhu. Mwangaza Miriam Wanjiru Hussein. Mwangaza Grecia Afwande Onyende. Grecia Afwande. Mwangaza Rosel Auma Otieno. Rosel Auma Otieno. Mwangaza Adrian Mudeu Masharia. Adrian Mudeu Masharia. Mwangaza Precious Akinyi Otieno. Precious Akini Otieno. Mwangaza John Ngugi Mwangi ndio yule